Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Katika Wilaya ya Busega timu imetoa elimu katika vijiji vitano kuhusu wanyama wakali na waharibifu, namna ya kutoa taarifa ya wanyama wakali na waharibifu na mbinu mbalimbali zinazotumika, namna ya kukabiliana na wanyama wakali hususan tembo, ambako wamefundishwa namna ya kutumia matofali ya pilipili pamoja na mizinga ya nyuki lakini vilevile vile, wamejua eh, ni taratibu zipi za kufuata ili kumiliki eh, nyara za serikali au wanyamapori. Elimu hii itatusaidia kwa sisi wananchi. Kwanza kabisa, inawezekana kuna hali fulani labda ya udanganyifu ilikuwa inafanyika, labda kuna wananchi wengine walikuwa wanaweza wakatoa malalamiko ya kwamba mimi niliharibiwa shamba langu na tembo, lakini afisa ugani hakufika. Lakini pindi afisa ugani atakapofika, kama alituambia kwamba ni hekari tatu ziliharibiwa kwa system hii ambayo serikali imekuja naye, basi kile kipimo kinaweza ikatoa tathmini chenyewe kwamba ni hekari tatu, sio hekari mbili kama mkulima alivyosema. Mimi ushauri wangu waweke tu na maana ile zile nguzo ambazo zinatengeneza shoti, ili kusudi kuondoa hii changamoto inayoendelea. Kwa tuna imani elimu iliyotolewa imewahamasisha wananchi kuacha shughuli ambazo eh, kama vile shughuli ambazo ni inaenda kinyume na taratibu za hifadhi ikiwemo ujangili, lakini na kufuata taratibu ambazo zinatakiwa, ili waweze kunufaika na, na rasilimali ya wanyamapori. na komedia tunaangazia maisha, tunaandika kesho.